Wanasema Sia, Mungu urehemu kijana wangu amepotea msaidie msaidie, apate mke. Ndio huyu Mungu amemletea Zubeda Mshana. sisi tuwamshukuru Mwenyezi Mungu Mshana. Zubeda mi ndio mamake Moha, nimekukaribisha hapa kwangu na umempenda, nimempenda kabisa huyu, ndio nilikuwa nataka. Yule mwingine sikuwa nampenda, amenipea amenipea pressure mimi, hata nameza dawa za pressure sababu lazima yule arudishe pesa za wenyewe, ama unaonaje eh? E, lazima arudishe, si yake pesa, ni ya Moha hmm. Ama jamani asamewe tu ha, ha. Mambo vipi wadao, ni John Cena Silver. Na mambo vipi, John Cena Silver, kawaida yetu ni kama kawaida. Kama ni mara yako ya kwanza, make sure umeweza kusubscribe ku usisahau kusubscribe, ku like na ku comment hapo, hiyo comment yako wanaipitia kila mmoja naangalia, ni kitu gani itanisaidia niweze kuendelea na kufanya, nifanye kitu gani mnataka niweze kuifanya. Ukiangalia mkono wangu wa kulia, mwisho kabisa kuna nyeusi hmm? <laughs> <Salamu alikum. laughs> <alikum salamu wabarakatu> <laughs> Haya <Achani> <laughs> ha? <musaidia>. <laughs> ongea. Oh. Oh, so nimekaribisha kwa YouTube yangu mm. atalipa onyarishi utalipa, si ndio? atalipa mm. eh, toso, mbona nguo nimeva? Ah, uh, oh. uh, so <laughs> guys, ingu <laughs> <Captain. laughs> uh, so inguo iko kalasi mingi, mimi mi nimechoose black Iko types mingi, kuna black, kuna red, kuna maroon, kuna blue, kuna sky blue. Colors zote ziko so ingo vile iko fit, fit ingo, ni, ni ingo ni, ni <laughs> kubwa yote kamba tumewekewa mshipi mbili. Oh, <laughs> Aitafanya DCU player. So, isi mshipi tumewekewa hapa, ndio mtu unafunga saizi yako. Kama wewe ni mnono unafunga saizi yako, kama wewe ni slim unafunga saizi yako. Kama wewe ni ka slim kabisa unafunga saizi yako. Kwa hivyo inaenda na pesa ngapi? Ni nguo. Asa wambia baby yangu na simanga si fixed. You can come inbox namba ni 0743158791. Kama WhatsApp, nikwambie bei, tuelewane mungare wa mama. Ujipange ni mingi, acha tu niwaambie, niwaambie bei. Ni mingi mjipange. Sio kama trouser. Sio elfu moja. Na na si elfu mbili. Yeah. Ni chini niko, tupo watu tunaweza ongea, people we can talk. Si watu na pia, you can pay pole pole. Yeah. Si must ulipe zote. You can pay pole pole. Yeah. Ukishamaliza unakujengwa yako unang'ara. Baya mamako nguo, baya mrembo ako nguo, Baya nchi ako nguo. Bebe, watu wangu, pesa yako imeisha, watu wangu ni kama kawaida, bye bye. Ufike salama. Bye bye. Fika poa. Salimia watu wangu basi. All the best. Mm, thank you. Bye. Ndio leo watu wangu ione nguo ndio hiyo. <laughs> <laughs> Gonde Muislamu, Asalamu alaykum. Wala alaykum arahma wa warahma barakatu barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahma wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi <laughs> wa barakatuh. <-drao. laughs> Wa rahmatullahi wa barakatu. Tuachie hapo. Asante sana. Sawa sawa. Sisi tunasema Bwana Yesu Asifiwe. Amina. Amina. Wa rahmatullahi wa barakatu. Tambia Moha anifunze na aniandikie chini huko, unajifunza ukiambiwa salamu alaykum, unasema wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Asante asante. Moha lazima atanifunza kijana. Nako kijana wangu atakufunza sasa, kuna mali wako kabisa. Insha Allah atakufunza. Asalamu alaikum mama. Alaikum salam. mm -hmm. Asalamu alaikum mama. Alaikum salam. Uko salama? Eh, niko salama na school. Huyu ni mtoto wenu pia? Huyu ni msichana wangu amekuja kututembelea. mm. mm -hmm. Okay. mm. Uh, leo sijui mmeniita nyinyi. Sijui mnataka kuniambia nini. Muha, sijakuwa naye toka ya masani nilimpigia simu nikamuita daktari kwa anamhitaji. Si da kuna mahali ameenda kumtengeneza mm. Kama mimi mzazi wa Moha, matatizo yametupata, matatizo yametukumba. Mimi kulingana na maisha yangu na Moha naona yaambatani kabisa, manake kuna wasichana ambaye siku hizi wamejieka katika ishu ya kudanganya vijana. Wakati wetu kukua hivyo saa mi nashangaa, vipi mtoto wangu atakuwa saa hizi amejipoteza? Na mimi ile hali, nataka njia yake inyoroke. Kwa hivyo mimi ningependa mtoto wangu anyoroke. Huu mama nilimwelezea kitambo, mtoto huyu anatoka anaenda atusaidie. Na huyo msichana wake ako wapi girlfriend wake? yuko wapi girlfriend wake? mi sijui kule yuko jamani, mm, kabisa mm, sijui lakini maisha kama hii, hata kama ni wewe ukijiangalilia mtoto wangu apotee, unaweza kubali vipi? mtoto wako ambaye umemzaa umemtoa katika kitovu chako alafu anaenda anatokomea tu hivyo. Binadamu siku hizi hawana wema, ni mwana Isaya, hawana wema kabisa ya, ya, misalima, wa, wa, wa, nani? Zubeida, Zubeida, Muislamu uko na majina mazuri. Umekuja mm -hmm. Ee, kufanya nini? Uh, leo nilikuwa tunapitia, niko nikaona nije ni salimie wazazi mm. E, imekuwa siku mingi sana, nikasema mm. nije ni niwasalimia ni mm. nijua wako aje, na pia nilikuwa nasikia kuna mambo inaendelea katika hii familia na sikufurahia mm. Uko fraya kamwe. Mm, so mm. -hmm. Uko fraya kabisa. So mimi kwa nimekuja hapa nione mm -hmm, kama naweza pata chance hata ni muongeleshe mohada mbili tujue tuweza mm. tunaweza fanyaje. Mm. Mfanya nini? Kama tuweza kuwa mm. Mm -hmm, Zubeida. Was, yeah, Zubeida ndio jina langu. Ndio tumetatizika. Zubeida huyu. Eh, nasikia msichana yule aitwa Zubeida huyu. Lakini mimi ningeshukuru kama mtoto wetu angepata nafuu. Manake hii boma yetu tumeangaika, mimi naishi na dhiki kabisa yeah. Naishi na dhiki kabisa. Boma yetu inakuwa inatokomea vipi, babake Moha? Kama huyu msichana anaweza kuwa wa Moha, mi naona amelelewa kwa dini, ni msichana mzuri. Hata mi mm, naona amejistiri, naona amejistiri. Kijana wetu anafaa owe msichana kama huyu, amejistiri, amelelewa kwa dini, ni msichana mzuri, amejua Vipi, we unaonaje kama huyu atakuwa? Mimi naonelea kuna tabu, maana yake ameji amejistiri Kiislamu kabisa, amejihifadhi Kiislamu. Unajua Uislamu ni kuhifadhi mm. kabisa mm. Ukijistiri Kiislamu mm. maisha yako inakuwa mzuri mm. Katika tukifuata aya za Mtume sallallahu alaihi wasallam vile amesema mm. msichana mzuri ni ule ambaye anajistiri stiri. Pia yes. E, na anaswali si ama kufara, muone ule msichana siku zile yule hey, yule simpendi kabisa mm. ni mwanaharamu kabisa, anaingia anavuta bangi, masigara mm waziona mdomoni hebu, maisha gani? Si maisha. Nataka huyu waolewe na Moha, tufanye wafunge ndoa. Huyu ndi anatufaa kabisa katika hii boma yetu, bisa melelewa kwa dini. Vipi Moha anaenda kutuletea tu msichana hivi hivi, msichana ambaye ajui kujifunika, ajui kabisa, hajui kabisa babake Moha Ndiyo. Assalamu alaikum. Alaikum salamu mm -hmm. So mimi imekuja hapa leo nione kama naweza pata nafasi mm -hmm. Niweza hata kuongelesha Moha niongelesha wazazi wake mm -hmm. Tujue kama wazazi wote wanaweza juana. Akuna girlfriend Nasikia msichana ni tabu sana, mwanaume mzuri hmm, jamani Viki. Yeah. Yeah. Viki kabisa, yule hatu mtaki, minapenda huyu mimi, hmm, na nataka huyu ndiye aolewe katika mambo yangu. Nimesikia mambo yake. Msichana alikuwa na mambo mengi hmm, sana. Tujenge maisha jamani, huyu ndiye atakuwa bibi ya kijana wangu, babake Moha anavaa, nishampenda yule ni Mkristo, hatumtaki kabisa. Wapi, katika boma yetu. Sisi wenyewe Waislamu. Wana haramu ndio kutuletea msichana hivi. Ni mwana haramu mm. Ule ulio msichana na masigara mdomoni wapi? Uvute sigara leo msichana, uvute sigara mtapata na wapi? Msichana pia amevaa suruali wapi? Sisi dini yetu ya Kiislamu inaturuhusu hii e, ambatani hata kidogo Nii, mimi nataka mimi, nilielelewa vizuri na wazazi wangu hmm. Najua dini. Wazazi wako wanaishi wapi? Wako Mombasa Nyali, na wewe unaishi wapi? Unaishi bara, mhm, kuja kutafuta riziki kidogo, lakini mkostini. Mhm. Eh, mimi najua dini vizuri na najua Bohani, mwanaume mimi mkosti

Mzuri, malezi malezi mazuri, mazuri. Babake Moha mwa wetu ashapata bibi, tumpigie debe. Huyo dio mke wa kijana ni mzuri mzuri mzuri kabisa, ni wa dini kabisa kwake yeah. Mavazi yake hmm. Mavazi ma ma ma ma yake ya busara kabisa hmm, avuti zile vitu zile A, abuji, ule amejistiri vizuri huyu mchana kabisa mi nafanya kumwangalia hapa hivi amekuja akatutembelea hapa mm. kwetu mm. Mi naona ni msichana mzuri ameongea kwake, kwa kwa alhamdulilahi mm. Mi naona Mwenyezi Mungu atatujalia kijana wetu atakuwa mahali pazuri. wazazi wako, na. wako, wako wanaitwa nani? mzazi wangu ni Halima na Hamisi. Hamisi na Halima noma hiyo, mm. niko na rafiki yangu anaitwa Hamisi kutoka Likoni huko <laughs> ah, naomba ni mtu mzuri kwa sababu baba wangu mtu mzuri. Hamisi mzuri, mzuri sana. Yo, na we mwingine Hamisi na Halima Halima walipatana. Sasa pia mimi right. nataka nijaribu yangu na Moha juu nimesikia mambo inaendelea na sijafurahia. kwa hivyo uliona, wewe ni fan wangu. yeah kwa YouTube mm -hmm. na ni watch sana sana. na niliona uweza yeah. saidia. Sasa mimi nilikuwa nataka uje mm -hmm. tujue, tutasaidiana mimi nimekuwa mi na nime nikimuona na nifurahisha mm -hmm. mm -hmm asatatangukimama mm, Moha naye na, na msichana ah, e, wa mzuri wa Kiislamu. Ndio babake Mwa. Ishi na mtu vizuri e. maisha yake uaga mzuri msichana, ambaye anafuata dini anafuata Qurani, anajua aya za Mtume zile ambazo alikuwa ameongea, anafuata vile Qurani inasema. Ndio. Msichana uishi katika maisha mzuri ndoa udumu mm, au elewana. Ndiyo. pia Mwenyezi Mungu anawajalia wanakuwa na watoto wazuri ndiyo, maisha inakuwa mzuri ndiyo. kwa hivyo wakifata desturi za Kiislamu mm, kuswali swala tano mm, waende msikitini wajue kufunga, ndiyo, na kuheshimiana bomba uendelea, ndiyo. na hata sisi tutaendelea kama kijana wetu, vile tumemwangaikia, shida imetushika, tumemsomesha kwa tabu, dhiki hizo zote tumemsomesha tume, tume tukanwa mpaka na majirani tukienda kuomba msaada wataki kutuona. Kwa hivyo mimi, vile ndakuambia, mama Moha, huu msichana unaonekana ni mzuri, huu ni mzuri. Mimi kumwangalia kwangu hivi mingi mwangalia kabisa, naona ni mzuri. Wajua pande za Mombasa, mama Moha, mimi nishaenda pande kule za Magongo, nimeenda Changamwe kabisa. Mimi kuna wasichana ambao najua kule pande za Mombasa ni wazuri, hawana ubaya yote kimaisha. Ndio, na wanaishi katika pande ya ndoa. Ndio kabisa. Kwa hivyo msichana, tunamchukua. sisi Ma, msichana mm. mimi nimekupenda, nimeona we umelelewa katika dini. kijana wangu ameteseka mm. Alhamdulillah, naona Mungu ametukumbuka tena mm. Mm. nataka uolewe na kijana wangu, sijui utaichukulia vipi hiyo maneno. nimesha nimeshakubali nimeambia babake Moka. ule amemsumbua jamani. Diyo, right. ametusumbua maisha mm. Msichana hata ajui kuonga, ajui kabisa. Kabisa kujistiri, hali yake mbaya kabisa. Ndiyo, ndiyo, ajui kabisa ule msichana, afai kabisa. Alirokotwa wapi msichana jamani? Kijana wangu alipatanana na shetani kabisa, shetani ule mwanamke kabisa. Mm. Mm. Mm. Mm. Sasa Mungu ametubarikia hapa, sisi kijana wetu ameteseka mimi. Mzuri, mzuri sana. Asante. Ona vile amejistiri bana sisi tuna tumelelewa katika Uislamu uleta, ule, hey. Baraka, hey, baraka ndio. Hey. Na hata kubali uh -uh. Ule kufaru ule hawezi. We tujipange, babake Moha abisaa. Tuende tuone mzazi wa huyu hmm. Msichana hmm. Wao wafunge ndoa waishi na babake Moha. Leo Moha ameenda wapi? Sijamwona tangu asubuhi. Nilikuwa nimemwona zingine so, mm -hmm. Mi ndio nilikuwa nimepigia simu yeah, Okay. wakachomoka na daktari oh. walienda Mombasa by the way. Walienda Mombasa. Walienda mm. Wa na mm. Ndege isiyo ya Sunday. Saann kuna ndege walitoka nayo asubuhi. Asubuhi ya kwenda Mombasa mm.

Sasa mtoto, hmm, wangu atakuwa najua katika ile hali mbaya atatoka kabisa, boma ya kijana wangu sasa imesimama tena, na msichana ajui kujitanda, ajui kufanya nini, ajui kuvaa buibuita bangi mbele yetu. Babake Moha, jule msichana si mzuri kabisa, mi sikuwa nampenda, sikuwa na mpenda kabisa. Ndiyo Zubeda, mi nakupenda, naomba uolewe na kijana wangu Zubeda. Kijana wangu ameteseka, nakuomba dada, nioa kijana wangu. Yeah, anioe. Ndio Zubeda, tumekukaribisha sisi, arusi fanya na babake Moha, watu wajue kweli kijana wetu ameoa kutambia ee, Mungu asante. Nashinda ni kicheko tu achekwa saa yote, wana wanadamu wajua washinda kitu simanga huko hivi. E, watu simanga, hatuna pa kupitia. Mtoto wetu tumemlea na dini, leo hii imekuaje anaenda kutuletea wasichana wanakaa hivi hivi, ametutia aibu Moha. Ndio. Eh, ni kama wasichana unaenda kurokota kule town kule huko. Mwa kuita sijui Koinange tunakuja tunamchukua. Ina street huko, wakuja na watu, unamchukua tu namweka ndani ya nyumba, kumbe umekaa dhiki like, anakuzoa kuzoa nyumba mzima hmm. TV nini yote anaenda nayo. Mungu ameleta. Hawana maana wasiana kama hao kabisa. Tunataka mtu ambaye anatufuata dini ya Kiislamu. Ndiyo. E, tunafuata tunataka msana ambaye anafuata desturi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo babake Moha. Ambaye anafuata dini. Ndiyo. Kabisa. Nishakwambia sisi tumekaa na shida. Ndiyo. sisi tulisomeshwa chuoni madrasa Moha. Tumesoma alafu. Ndiyo. mtoto sasa, hebu angalia ametoka pande ya madrasa, amefundishwa na mwalimu Qurani, ameisoma angalia, dakika munya, ya mwisho amehifadhi Qurani, angalia ameenda amechukua kufa. Ndiyo babake, mambo gani? Msichana ni huyu, msichana ni huyu, ili huyu. Wewe pia umesoma madrasa yote. Mi nimeenda yote madrasa, Korani najua kutoka mbele hadi mwisho mm -hmm. Yote najua, naomba mi na swali Alhamduilah, tunashukuru mwenyezi Mungu. Msichana wangu amepata wa mtu, msichana wangu amepata wa mtu. Sasa e, e, najigamba mimi, nilikuwa naombea moha kijana wangu, nilikuwa nasema Mungu rehemu kijana wangu, amepotea Msaidie, msaidie apate mke. Ndio huyu Mungu amemletea Zubeda Misha, sisi tuwamshukuru Mwenyezi Mungu. Misha, Zubeda wa. Mi ndio mamake Moha, nimekukaribisha hapa kwangu, umempenda, nimempenda kabisa. Huyu ndio nilikuwa nataka. Yule mwingine sikuwa kwa nampenda, amenipea na na pressure mimi, hata na meza dawa za pressure sababu lazima sa yule arudishe pesa za wenye. Ama unaona aje? Eh e, lazima arudishe. Si yake pesa ni ya Moha jamani. Ama mm. asamewe tu amefanya hii familia ikaenda, imeenda tumeteseka, muizi jambazi ule ule ni wale mama tapeli wale mwizi ule, haezi hakuna kitu anaweza rudisha ule. Ukimwangalia, hebu angalia, amemdanganya ule kijana mara ngapi? Na kijana mara mingi mpaka tunapigia simu, amefunga macho kijana wangu. Kwa leo ni kwa, kwa mambo nimesikia na mimi mwenyewe najua, anapenda Moha na anaweza kuwa bibi mzuri kwake sana. Mbona nisijilete basi, nijintroduce mm, kabisa. Hmm? Mimi Moha wangu, wangu ni kijana mzuri tumemlea kwa dini, ah, hmm, ni shetani hmm tu aliingililia katikati. Moha ni kijana mzuri tumemlea kwa dini, tumemlea vizuri, sijui nini akakuja kuangukia mkono mbaya kwa hao wasichana wa wa Nairobi wako tu hivi hivi. Mimi nakupenda, naomba uwe mke wa kijana wangu. Tunayo babake, baba Moha, nasikia hiyo maneno aje? kabisa lakini, lakini kama pia mimi nikiangalia, naona msichana ni huyu hapa. Kabisa, kujistiri yake mimi inaniambia, inaniambia vile amejistiri, unasikia Msemo fulani nasema nini? Eh hey, ni si nini? Msemo fulani watu comment hapo hiyo msemo. Eh hey, usini mama bado namuona. Kuna msemo fulani nikukumbushe pia. Ndio atakatai eh, lakini unajua? Nikawa nimeusahau kwa sasa. Ukimwangalia msemo fulani eh. Usiona via enea. Unajua vimeundwa. Sio hiyo. Kuna ile yani nasaka kusema ndio msiharakishie. Ah. Msiharakishie mambo naingine iliko ni mm. kurutu hapa. <laughs> <laughs> <Zubeda laughs> si atujui Zubeda, nyi ndio umetoka skuli hivi karibuni Zubeda. Ni wazee hatujui hizi mambo kwa sasa tu. Moha wetu wa jamani, si yakuja aone mm. maua leo. Tumemletea iliko ni mm. swali ya dini. Muulize swali ya dini mm. Muulize swali moja ya dini. Aya, mi na mi msichana huyu naona ni kama amesoma Qurani naona mm. hata alif, bet, th, jim, he he, dal, dal dal anajua hizo zote. Alhamdulillah, zote anajua na kusoma zile zile sura kuru... anajua eh. zote unajua. Mi najua mm. Najua ana elimu pia kidogo msichana mm. Vile mi nikimwangalia naona ana elimu mm. kabisa mm. Unasikia yuko sawa kabisa. So baba amesema yuko, yuko sawa, yuko sawa. Hata mimi nimempenda nimesema ako saa. Mi nataka msaidizi, nataka wajukuu Moha niletee mm. Mi napenda msichana, nataka kijana wangu amuoe Zubeda, mi sina neno, so long as babake amekubali, sisi hatuna neno, tumekukaribisha msichana wangu, karibu, karibu ku kwetu mm. Mm. Anione venye mmeniona na nipende. Moha atafurahi, atafurahi. Watu wangu, Mta, msa, alhamdulillah, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu msichana wangu kijana wangu, wangu watapata msichana mzuri, msichana ambaye wataweza kuendeleza maisha yake, si kama ule msichana mwingine ibilisi ule. A, ametupeleka ametupeleka ametufikisha kingi, hebu mm, naambie msichana gani huyo? Tumete sisi tumeteseka kabisa, shida inatukumba ametusahau kabisa mm, nimemsomesha kwa dhiki Hebu angalia mambo gani haya? Msichana yuwavuta sigara, bangi zote yuwavuta, yuwavuta mbele yetu. Mimi sikupendelea tabia, mama Mohamed, nilikuelezea kwa hivyo mimi sitaki ule msichana simtaki. simtaki simtaki hata mimi kabisa, kabisa simtaki. Mi aaswali kila siku nikisema, Mungu Mungu, arehemu kijana wetu Mohamed, amfungulie macho huyu. Mungu ametuletea alhamdulillah, rabbil alamin aneno wao msichana kwa kuwa amefanya mm. mambo mengi sana amefanya kama mambo mabaya, naona anafanya mwana sawa. Wazazi, hiyo si tabia nzuri, si tabia nzuri kabisa. kwa na malezi mazuri mm, nateseka na mtoto wako kisha anakuja anakusahau si mzuri hata kidogo Watu wangu, mimi nimefurahi sana vile familia pia imefurahi mm. Yeah, ila mimi sijaridhika mm. Kawaida yetu ni kama kawaida, make sure umeweza kusubscribe mm, like na kucomment, so ufike. Tupoa watu wangu, nimeenda saidiwa, lazima tuwasaidie. Yawa, siendi mahali popote na wewe

I don't expect all this. His amamfatena kama atakupenda Baby. Huko. Babe listen, babe. Baby. Ameenda mahali anajua tu hatuwezi panda. Oh, this is so bad. Hey babe. Aita shika. Baby, stop ignoring me. Come on. Akutaki huyo. Hiyo ni shetani. No, no, yo bro. Shetani atamramba wapi? Bad. Shetani amramba wapi? Bro, shetani amramba wapi? Ama huwezi ongea hivyo. Ah, uh, no, that's bad. That's bad. Very bad. Just go out, you try to make your future for your wife and kid. Mm.